CCM oye! Kawe oye! Kinondoni oye! Dokta Samia! Sijasikia! Dokta Samia dumgeni, rasmi mgombea wetu mwenza wa urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Balozi Dr. Emmanuel John Nchimbi, ndu katibu wa NEC siasa na organization comrade Isa Haji Usigavu, ndu mwenyekiti wa chama cha mapinduzi mkoa wa Dar es Salaam comrade Abbas Zuberi Mtengu, ndu mwenyekiti wa UWT taifa ambaye ni mrezi wetu mratibu wetu wa kampeni mkoa wa Dar es Salaam mama yangu Mary Chatanda Ndugu wajumbe wa neki wakiongozwa na mjumbe wa, wa, wa halmashauri kuu ya taifa kutokea mkoa wa Dar es Salaam Comrade Juma Simba Gadan, ndugu wajumbe wa kamati ya siasa ya mkoa wa Dar es Salaam, ndugu viongozi wajumbe wa kamati ya siasa ya wilaya ya Kinondoni, waheshimiwa makwagunge watarajiwa, waheshimiwa madiwani watarajiwa wa jimbo la Kawe, wanachama wa Chama cha Mapinduzi, wananchi wa jimbo la Kawe, mabibi na mabwana, salamu alaikum, tumsifu Yesu Kristo. Mgeni rasmi hapa upo Kawe na mwenyewe, mkutano wa asubuhi ulituambia wewe kwenu ni Ilala lakini kwako ni Kinondoni, hususan jimbo hili la Kawe na kata ya Mweni. Sasa hapa mgeni rasmi ni nyumbani kwako. Nichukua fursa hii kukukaribisha sana kwenye kata, jimbo hili la Kawe, hususan kata hii ya Kunduchi, eneo hili la Meko Dunga. Rasmi, hali ya Kinondoni uliiona ni nadhifu, ni nzuri, lakini hali ya Kawe wewe ni shahidi, umeiona inapendeza sana. Nirudie kukuhakikishia kwamba sisi wilaya ya Kinondoni tumejipanga vizuri hatutapoteza nafasi yoyote ya uwakilishi kuanzia udiwani hata ubunge, lakini tuna mategemeo makubwa ya kupata asilimia zaidi ya 95 za Mheshimiwa Rais wetu Daktari Samia Suluhu Hassan. Nani kama dokta Samia? Hakuna. Nani kama dokta Nchimbi? Hakuna. Ndugu rasmi, mkutano huu ni wako wewe na wewe, mefuatana na viongozi kadhaa. Naomba sana juu kwa hili tusilitumie sisi wadogo zako, mlitumie nyie kuja kutueleza, kuja kutupa matumaini na faraja watu wa wilaya Kinondoni hususan jimbo hili la Kawe dunge. Rasmi nitamke rasmi sasa, mkutano huu nimeufungua. Asanteni sana.